Tanga yaboresha mfumo wa huduma za udhibiti taka ngumu Tanga. Kwa upande wa changuzi za mfumo katika kipindi husika, TAKUKURU mkoa wa Tanga imefanikiwa katika utekelezaji wa matakwa ya sheria na kanuni za udhibiti wa taka ngumu nchini Tanzania kwa kutumia mfumo wa punguza, tumia tena, rejeleza taka au kwa Kiingereza tunasema reisa, katika mkoa huu umeanza kutekelezwa katika kata ya Central, Chumbageni na Ngamiani kati. Pamoja na utekelezaji wa sheria ya udhibiti wa taka ngumu, uchambuzi uliofanywa na TAKUKURU umefanikisha kuweka mikakati wa kulipwa kwa madeni wa zahuni, ya wazabuni hivyo kufanya kazi ya uzoaji taka kuanza kutekelezwa kwa ufanisi. Kwa ujumla zimefanyika chambuzi za mifumo ishirini katika sekta za udhibiti taka na usafi wa mazingira, afya, kilimo na mapato, ambapo tumefanikiwa kubaini mapungufu na kuwasilisha ripoti za uchambuzi kwa wadau ambazo zimejadiliwa na maazimio yaliyofikiwa yametekelezwa na mengine yanaendelea kutekelezwa kwa so ufanisi. Ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo katika kipindi cha Januari ali Machi 2025 Tulifanya kazi ya ufuatiliaji wa matumizi ya rasilimali za umma katika miradi ya maendeleo 54 yenye thamani ya shilingi bilioni 240 milioni 268 laki 7 elfu 3 mia moja 18 na senti 9. Katika ufuatiliaji wa miradi hiyo, miradi 12 yenye thamani ya shilingi bilioni 5 milioni 468 laki hamsini na nane tu ilibainika kuwa na mapungufu, ambapo ushauri wa marekebisho uliotolewa na hatua za marekebisho ya mapungufu hayo zimechukuliwa na miradi ipo katika hali inayokidhi bora kulingana na thamani ya fedha zilizowekezwa. Miradi hiyo ilikuwa ya sekta ya maji, elimu na afya zaji wa programu ya TAKUKURU Rafiki. Utekelezaji wa programu hii umefanyika katika kata 19 ambapo jumla ya kero 48 zimefunguliwa, kero 33 zimetatuliwa na kero 15 zinaendelea kutafuta ufumbuzi. Wananchi wamenufaika kwa huduma mbalimbali katika sekta ya afya, elimu, maendeleo ya jamii, kilimo, utawala na miundombinu elimu kwa umma katika kipindi husika. Katika kutekeleza jukumu hili, tulikutana na viongozi wa dini ambao tumekubaliana kushirikiana kuwaelimisha waumini wao juu ya ubaya wa rushwa katika uchaguzi ili waweze kutekeleza wajibu wao na kuchagua viongozi bora wasiotokana na rushwa katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu. Pia tumeendesha semina kwa makundi mengine sabini wa rushwa 188, mikutano ya hadhara 67, maonyesho 13, makala 16 na vipindi vya redio 10. Tukija upande wa uchunguzi na, na mashtaka, malalamiko 126 yalipokelewa, kati ya hayo 91 yalihusu rushwa na 35 hayakuhusu rushwa. Kesi moja mpya ylisunbua mahakamani, ambapo kesi 13 zinaendelea mahakamani kesi tatu zilitolewa maamuzi ambapo kesi mbili kati ya kesi tatu zimeshinda sawa na asilimia 66.7. Naomba nitoe wito kwa wakazi wa mkoa wa Tanga. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu. Kila mmoja wetu ashiriki kikamilifu. Tuzingatie yafuatayo kuwa kura yako ina manufaa endapo utampigia mgombea ambaye ni mzalendo ni mwaminifu, mwenye hekima, busara na nia njema. Na kura yako hiyo hiyo ina madhara sana makubwa ukimpigia mgombea ambaye si mwaminifu, ambaye hana dhamira njema ya kuongoza. Hivyo mwananchi, unapokutana na dalili zozote za mgombea au mtiania ambaye anataka kukushawishi kwa namna yoyote ile Jua kwamba kuwa huyo mgombea ana dalili ya kuwa na uongozi ambao hautakuwa mzuri. Hivyo vitendo vya rushwa ni kiashiria na dalili kuu ya mgombea ambaye hana dhamira njema na kamwe tusimchague, si ndio? Tueni taarifa ili tuchukue hatua za kisheria dhidi ya huyo mtu ili tubaki na wagombea ambao ni wadili.